Huenda tatizo la maji kwa wakazi wa Rabai na Kaloleni likiendelea licha ya juhudi za serikali ya Kilifi kuboresha miundo msingi ya maji. Hii ni baada ya maafisa wa shirika la Coast Water kuchukua mita ya kituo cha kupiga maji kwenye kituo cha chinyume kilichoko wadi ya Kamberibe eneo bunge la Rabai. Aidha, nguvu za umeme zimekatwa na kuzidisha changamoto ya maji yaliyoko kwenye matangi kulingana na wakazi wa eneo hilo wakiongozwa na Jonathan Kenga. Changamoto ya maji eneo hilo litakabiliwa iwapo mabomba ya kusambaza maji kutoka matangi ya Kambiribe kuelekea kwa vijiji vya Kaloleni na Rabai yataongezwa ili kusambaza maji kwa wingi. Tangu mwaka wa 2019 tulianza kutembelea mahali hapa tukiwa na Mheshimiwa Yasin na tukarudi tena hapa na Mheshimiwa Bilia na Mheshimiwa Naftali na Mheshimiwa Kubo, tukaja kuona kwamba tunahitaji tutoboe, itobolewe hii laini ya Baricho ili tuweze kupata maji zaidi kwa matangi na tusambaze. Na tunashukuru Mungu kwa sababu mambo kadhaa yalifanyika. Pipe zile zilikuwa tunachukulia maji za 3 inch, sahii ni kama inchi sita nane, na ni jambo limefanyika vizuri. Tumeongezea pia tangi moja hapo kubwa ambalo linaweza ku maji na tukapeleka kwa watu wetu. Tumepata pia point nyingine ambayo inajaza hili tangi kubwa. Tatizo lililo pale ni dogo sana, kuna vavu kama 12 feet ndani, shimo linahitaji kuchimbwa, vavu ifunguliwe na shida ya maji iweze kumalizika kabisa maeneo haya ya Kaloleni na Rabai. Kwa upande wa wakilishi wa wadi, anadai mipango iliyowekwa kutatua shida ya maji naendelea vyema na kuna muhimu kuhakikisha changamoto ndogo ndogo zinakabiliwa. Kulingana na mwakilishi wa Ruruma, Nafsali Kombo, shida ya kubadilisha mabomba inaweza kukabiliwa kwa kutumia pesa za dharura. Sasa kama viongozi, najua baada ya kuwa sasa tumeona kwamba tatizo ambalo limebakia ni kidogo sana. Uh, tumesema tukitoka hapa tunataka tukae chini ili tu, tuweze kujadiliana vizuri, lakini hili tatizo kutoka hapa tunataka tumbwagie waziri mwenyewe, na pia tuhakikishe kwamba gavana amejua kwamba tatizo ambalo limebakia hapa sehemu hii ni ndogo sana, ambalo halina gharama kubwa, although pia tuko na recommendation nyingine ambazo tumezipata na ambazo zitakuwa zinaanzia pale juu, manake tunapewa, tuna uwezo wa kupata maji mengi zaidi, lakini systems ambazo ni za kutolea maji kujoin mifereji ile ya Kaloleni na Rabai, tunaambiwa pipe ni ndogo sana, kwa hivyo tunataka tupate pipe kubwa zaidi. Uh, kwa upande wa lower Ribe kupandisha maji kwa ile tangi ya upper Ribe ambayo itakuwa inagawanya maji ya Kaloleni na Rabai. Kwa hivyo huo ni mradi ambao hautagharimu pesa nyingi, pengine kama 20 million shillings, tutakuwa tumetatua hili tatizo la maji kwa kiwango kikubwa sana. Aidha, mwakilishi wa Kambe Ribe, Morgan Kubo, wametoa wa changamoto kwa serikali ya Kilifi kujizatiti kulipa bili za umeme na maji kwa Coast Waters ili kuhakikisha kuwa wakazi wanapata huduma za maji. Hawezi kuona vizuri na gavana wetu. Hawezi kutufikiria kwa sababu sisi ni wananchi. Na Coast Water ni wetu na sisi ni wao. Sisi sote ni watu ambao wanafaa tusaidike na maji. Mimi na lambo ambao ningeomba ni kwamba tu pia nao Coast Water walegeze legeze kidogo. Maana sasa hivi tunafika hapa asubuhi. Tumepata Coast Water wamekuja hapa wanang'oa mita kwa sababu hata kujalipwa pesa kuna daiwa sem sehemu ileo hii moja tatu hapa tena bado watu hapa na wameingia hata wamekuja kupata stima. Tunaomba angalau hizi vitu nao waweza kuziangalia, watu meili watu wetu waweza kupata maji. Ali Evincent, Benvin TV.